Ndiyo. Lakini nitaka twende kidogo hapo Kongo maana Kongo mgogoro wake uko very complicated. Na ni mgogoro ambao mpaka tunashangaa, na hili jambo pia limemshangaza pia mpaka Mwamba Ibrahim Traore kwa sababu. Ndiyo. Wakati upande ule wa West Africa wakiwa wanaondoa kambi za kijeshi za Marekani pamoja na Mfaransa, lakini inaonekana Kongo chini ya utawala wa ndugu Felix Chisekedi yeye yeah, yeah, kwa sababu ya sera za Donald Trump ziko wazi kabisa. Amesema kuwa wachukue madini alafu walinde wa wa Kongomani yeah. eh? Yeah. Yeah. Eh, kwa hiyo sasa watu wakataka wasikie sasa mawazo kutoka kwa kwa Mpoki Buya a, mchambuzi wajue ili limekaajekaaje kaje? Uh, eh, ni kweli mmoja ya lengo kubwa la, unajua sasa hivi Mwakilembe, nilikuwa nazungumza jana mm ya kwamba kwa mfano Trump leo unavyomuona Trump yuko bize sana, anataka madini yale ya ya taifa la Ukreni ndio, na uh, madini yale sio kwa ajili ya kuwanufaisha Wamarekani mm-hmm. madini yale yako maalum kwa ajili ya kuwanufaisha eh, watu wa Ukreni. Okay, lakini leo so hii inabidi kwamba ili nchi yenu ipate kuwa na amani ili nchi yenu iwe sawasawa basi mnahitaji kwa asilimia kubwa kutoa madini yenu na kumkabidhi Marekani mm -hmm. ili muwe mm -hmm. na amani. na Mwalimu, kinachoendelea kati ya Ukweni na Marekani e, Trump analazimisha e, kutafuta amani, lakini amani, Mwakilebe, haitafutwi kwa kubadilishana na rasilimali za nchi mm -hmm. kwa sababu amani inatafutwa kwa kupigana mm -hmm. e, wapo wapigane, wakishamalizana hapo E, mwisho wa siku ndo wataweza kukaa meza moja na kuzungumza ya kuzungumza sasa hey. Amani ambayo Trump analazimisha ndani ya Marekani ni amani ambayo chini ya e, mda mfupi, kwa sababu tayari kumbuka, wameshaumizana sana, visasi, chuki bado ziko pale pale na sadumu kizazi na kizazi. Nikija katika upande wa serikali, serikali yetu ndiyo Waafrika e, wenzetu Wabantu wenzetu wa Wakongomani wa hawa ambapo sasa hivi ni wazi kwamba nchi yao inapitia changamoto nyingi sana, na kwa asilimia kubwa eh, kwamba wameambiwa ili nchi yao ipate kuwa na amani eh, basi wanahitaji kuweza kukabidhi ama kurasimisha madini yao yawe eh, chini ya serikali ya, ya Marekani ili Marekani aweze kwenda kuweka pale eh, kambi za kijeshi eh, baada ya Marekani kuweka kambi za kijeshi itakuwa ni ngumu sana kwa taifa la Rwanda ama M23 ama M23 kuweza kuvamia taifa hilo, lakini ni kwa muda gani? Mm -hmm. Eh, ni kwa muda gani? na hii huu ni ulagai mkubwa ambao kwa kwamba sasa hivi ili tuwe na amani tunamisaji Marekani. Mm -hmm. ni ulagai mkubwa sana ambao nadhani ni namna tu fulani, ni mbinu mpya ya kuweza kufanya expectation ama kufanya unyonyaji za mataifa mengi ya Afrika kwa so, sababu kama amani haya makundi ya waasi tayatengeneza nani cha kwanza? Mm -hmm. Haya makundi ya waasi nani aliye yatengeneza? Ukifuatilia utagundua kwamba haya makundi ya waasi makilembe, mm, aliyeyatengeneza ni Marekani huyo huyo mhusika. Mm -hmm. Eh, ukifuatilia nani ambaye amekuwa mfadhili mkubwa wa serikali ya Rwanda? Mm. Ni umoja wa Ulaya. Mm -hmm. Umoja wa Ulaya unaifadhili Rwanda kwa mwaka karibia milioni moja mpaka milioni mbili dola za Kimarekani. Na pesa hizo hizo ndio zinatumika kwenda kufanya amin ama kwenda kuwasaidia waasi wafanye vurugu Kongo, ili wazungu wapate uwepesi wa kuiba rasilimali za Kongo. Nyapo hapo, na ndio maana mwalimu anana Mungu napona sasa hivi kwamba Rwanda ameona tu bora waite Nangaa na na Bertrand Bisimwa na viongozi wote ambao wanaongoza skulu la M23 ili wazungumze. Somo gani? Misaada ikifinywa, Rwanda ikiacha kupokea misaada, mwalimu anisikiliza, yeah. Rwanda ikifinywa vizuri iki, okay. Rwanda ikifinywa vizuri watasema kwamba aliye watumba ni nani? mm -hmm. Na ndio maana kwa asilimia kubwa wagundua kwamba Kagame, kwa yule ambao walizungumza mwa wiki iliyopita, alisema wazi kabisa kwamba Umoja wa Ulaya wameisaliki Rwanda mm. Umoja wa Ulaya wameisaliki Rwanda hii, maana yake maana yake ni kwamba kumbe yatufanyika Kongo mfadhili mkubwa Umoja wa Ulaya kwa mm -hmm. sababu kumbuka Rwanda ile imekuwa ikifadhiliwa na umoja kwa miaka mingi, isipokuwa sasa hivi mgogoro umekuwa mkubwa zaidi. Tumeanza kuwafahamu wafadhili wa Rwanda ni wakina nani, tumeanza kuwafahamu wafadhili wa vita vya Rwanda, wafadhili wa M23 ni wakina nani, kumbe waliokuwa nafamiri M23 ni Ufaransa, uh -huh. Uingereza ni Marekani ni Ubeligiji mwakilembe uh -huh. kwa sababu awa ndamita ngumu Rwanda mpaka yona imekuwa na hela kiasi kwamba imeuna makundi ili kusababisha ukosefu wa amani ndani ya Congo Mashariki, umaona. Kwa hiyo sasa hivi awa kilembe, uh -huh. Rwanda kaama kifinyo vizuri, kaama kifinyo vizuri uh -huh. atatwambia nani aliye mwaga mboga Yaani kadana kifinywa kisawasawa lazima atuambie ni nani aliye mwaga mboga. Sasa hivi amefinywa, amefinywa, amefinywa ameamua awaite viongozi wa M23 wote wawe wa ndani ya Kigali na wengine na Kigali. Sasa Daudi kutoka upande wa Kongo uh -huh. Kongo ni nchi kubwa ambayo ina asilimali nyingi. Ndio. Ndiyo nchi tajiri tajiri mm, duniani duniani ya tatu kwa utajiri thamani ya, ya mali ma za Kongo makerembe ni trilioni ishirini na nane mm. Umasikini unatoka wapi? mm -hmm. mm -hmm. Umasikini Kongo unatoka wapi? mm -hmm. mm -hmm. na kwa asilimia kubwa ifadia kwamba Kongo sio tu madini, hata aridhi, asilimia tisini na nane ya Kongo inafaa kwa kilimo mm -hmm. isipokuwa ni kwamba sasa wakongomani hawajui siasa mm -hmm. za dunia zinaendaje hawajui propaganda zinaendaje. Elimu pia hawana, umona, isipokuwa Kongo inaliwa na watu wachache. Hata wakongomani wenyewe hawanufaiki na chochote. Nimekuambia hapa kwamba kuna sehemu Kongo unaweza ukaamka tu asubuhi, mwakelemde, hauna hela, una- unapanda mlima unashuka, unachukua dhahabu, unaenda kuuza, unachukua dhahabu, tajiri kwa mkono. Hiyo ni Kongo, Batwande Bisimwa. Hawa kina nangaa, hawa M23 wanamiliki migodi Kongo mashariki mm, mm. Lazima uwelewe kwamba Kongo mashariki M23 tangu enzi lakina jini Bosco Ntaganda mm -hmm. Tangu enzi lakina jini Bosco Ntaganda. Jini Bosco Ntaganda alikuwa ni kiongozi mkubwa. Lakini alikuwa anamiliki migodi yani, muasi. Ndiyo mm. Mwabuzungu mzia wakina wakina jini spremba waliwahi kuasi wakamiliki migodi na wewe kana sub sub ni makenga ni kiongozi wa M23, walikuwa ni waasi na miliki migodi. Ndo Afrika, ndo kwa mara ya kwanza waasi na miliki migodi. Yani muasi na miliki migodi, muasi, mtu ambaye ameasi nchi anamiliki migodi. this is africa, Mkenga mm. Afrika yetu hii, unasikia kila kona e, muasi na miliki migodi. Kwa hiyo mwalimu na Mungu, sasa ile migodi ambayo iko chini ya waasi marekani naitaka, ndio Mm. Marekani anaitaka ile migodi ambayo iko chini ya waasi, kama inaelewa vipi? Waasi wamiliki migodi au kama ina ingine. Kwa hiyo ndio maana Marekani anaomba Felix eh. Wiki mbili zilizopita wa-wa maafisa usalama wa, wa Marekani walitoa pale Kinshasa na kuongea na Felix, kama iincha uwezi Felix, hii ngumu hii, vita hau utaviweza Haviwezekani kwako, ni vigumu, mm -hmm. Mm -hmm. Wewe, ni vigumu, hutaviweza. Kwa hiyo wewe hapa cha kufanya ni hivi, tusaini mkataba. Na nasikia amesha saini mkataba, taarifa amesaini mkataba wa Kenya kinya na na, na, na, na, na na katiba mpya ya Kongo ambayo imetakiwa isainiwe, wanataka mm -hmm. wanatafisi vipengele kwa ma Kongo Mashariki yote mm -hmm. chini ya udhibiti wa makampuni ya Marekani ndio mm -hmm. amani hapo itapatikana amani itapatikana mpaka pale ambapo Felix kwa akili yake mwenyewe atakapoamua kwa Makongo Mashariki hiyo chini ya Marekani. Ndio taarifa za chini kwa chini, nyepesi nyepe, nyepe. Felix amekwisha saini mikataba na Marekani na Umoja wa Ulaya kwa amani kwa amani, anataka amaniamani aembezaidi aipiganii isipokuwa amani hiyo, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mazingira kama hayo ndio maana watu hapo wanamwambia, wewe wewe, Zelenski, wewe ni mjinga tu, kwa sababu isinge kuwa mimi Marekani, usinge shinda vita eh, hey. ndani ya wiki mbili Ukraine ingepigwa. Zelenski anamwambia hapa, ni sio mjinga kwa sababu kwa sababu Urusi alisema kwamba angeshinda vita kwa miaka kwa, kwa, kwa siku tatu hivi, ndio ni miaka ni miaka mitatu imepita, mm -hmm. Ah wewe wewe kamba <laughs> atafika kwa, kwa sababu Zelenski anabidi akabidhi madini yake yenye thamani ya bilioni mia tano ili nikweni ipate salama. Vivyo hivyo Kongo, Wakongomani eh, Wakongomani mmeshindwa kupenda nchi yenu, mmeshindwa kupenda nchi yenu. Sasa ili maana ni kwamba inabidi muwe na usalama, inabidi nyie mkabidhi nchi yenu kwa Marekani, mkabidhi rasilimali zenu madini kwa Marekani ili muwe na amani. Wakati huo wakati huo Kongo kijiandaa kunda jeshi bora zaidi jeshi ambayo litakuwa haina mazuzi ya Kongo. Makaremba wamejaa mamluki, jeshi la Kongo wamejaa mamluki, sio jeshi la Kongo, serikali ya Kongo wamejaa waumini, ujaa mamluki serikali ya Kongo. Angalia wakina vita Kamele, ndiyo vita Kamele. Kamele ni mtu ambaye ku nampa serikali kweli? Vita Kamele unampa serikali? Vita Kamele ambaye amejibu fe kuasi serikali ya Kongo, vita Kamele ni kibaraka mtifu mkubwa mno, hafai kuwa serikali ikuwa serikali Mm -hmm. <youtube> Wakati mwingine wakilema wanashangaa kwamba inakuwaje, kwamba inaingiaje kilili kwamba eti mtu ambaye amesababisha maumivu Kongo kwa miaka mingi ndio anapewa nafasi kubwa kuwa bungeni. Eh, eh, ni mambo ambayo hayaeleweki. Kwa hiyo mwalimu na la Mungu e, nasikia taarifa ambazo ziko chini kwa chini kwamba tayari e, Kongo imesha imesharasimisha Kongo imesha imeshasaini mkataba wa kimyakimya na serikali ya Marekani na umoja wa Ulaya ili kuweza eh, kupata amani Kongo Mashariki. Kwa hiyo amani wa Kirembe inanunuliwa kwa mazingira kama hayo ni, ni, pia, pia, pia, pia nasema hivyo pale Syria, unataka amani, unataka amani sadi, wako hawa wengine nipo migodi, Urusi akachukua migodi ya gesi pale na namazi ya madini pale, basi ndio ukaona wengine wako pale Syria mm -hmm. Eh, pia mpaka mashariki huko kwa naibu ya mtu wale Urusi, haiko hivi hivi, migodi yote iko chini ya Urusi, lakini mm, eh, amani iwepo kama Kilembe. Sisi ambao hatuna rasilimali za kutosha, siku tukivamiwa hapa, sijui tutampa nini Marekani tuwe na amani. Kwa mwalimu hali ipo halipoaia kama hayo, na fahamu tu kwamba bado ni kiputepute ni mputu mputu, bado hali ni ngumu uko upande wa Kongo Mashariki, lakini serikali ya Kongo yenyewe imepoya wauni wengi na wasaliti ni wengi viongozi sio wazalendo, wamekuwa vibaraka. Sasa sasa kaabazia kama hayo amwezi kushinda vita. Ili muweze kushinda vita, lazima nchi iwe kitu kimoja, muwe wa moja. Ndiyo maana ndiyo maana Putin aliali alisema, ali. makl nausikia nakusikia eh, Putin asema hivi, watu wakawa wanaandamana yu, eh. mm -hmm. andamana yo bana, Urusi hii unavamiaje Ukraine utakakama ehhe, Putin akaunda sheria Putin akaunda sheria, ukishaandamana ukiandamana kupinga mpango wa serikali dhidi hayukweni ikweni jela miaka ya kumi na tano mpaka mm, miaka mm, ishirini. Manake ukiandamana wewe unaandamana unaipinga serikali yako ni kwamba wewe ni mhalifu, wewe ni muuni mm -hmm, wewe ni mtingo, wewe ni muuni. Sasa Kongo wako viongozi ambao kuna wengine wanaunga mkono wa M23 vile. Sasa hiyo mm, ni nchi uh -huh. Wakongomani amkeni, ndio wakongomani simameni uh -huh.

mwakilembe isingekuwa wazalendo naulia tena, isingekuwa wazalendo pale Kongo mm -hmm. Kongo mashariki kishaenda. Tuwashukuru sana na kuwaheshimu sana wazalendo ndani ya Kongo, sawa sawa mm. Mimi ni kushukuru Mwakilembe mwalimu, ndio wapige sifuri saba eh, sita mbili eh, kumi na tano hamsini ishiri na tano, wapate kitabu cha laana ya pesa na damu, laana madaraka. mm -hmm pesa na damu ni sifuri saba sita mbili kumi na tano hamsini ishirini na tano. Mwalimu naam, amani ni bora kuliko vita, ni kweli hmm. Asante bwana, sawa nakushukuru bwana, haya.